Mipango ambayo REA wanayo tayari ni mipango madhubuti na itakwenda kuwaletea maendeleo makubwa ya nishati wananchi wa Tanzania. Tunayo mipango mingi ambayo michache ya muda mfupi na mingi ya muda mrefu, lakini kubwa ambalo tunakwenda kulifanya ndani ya hizi siku mia moja, kwanza ni kuendelea kutekeleza ahadi ya mheshimiwa Rais kuwafikishia wananchi umeme kwenye vitongoji vyao. Kwa kuanza, REA na familia ya nishati tunao mpango wa kufikia vitongoji elfu tisa ndani ya muda huu mfupi na kuhakikisha kwamba tunaviwasha na wananchi wanapata umeme na umeme wa uhakika. Hiyo ni mosi. Lakini pili, kwenye upande wa nishati safi ya kupikia, hiki kimekuwa ni kipaumbele kikubwa sana na ni ahadi ya Mheshimiwa Rais kwenye ilani, amesema kwenye majukwaa mbalimbali amesema. Mheshimiwa Rais wetu ni champion wa nishati safi ya kupikia. Tunayo commitment ndani ya muda huu mfupi, tunaenda kuanzisha mradi mahususi wa kuhakikisha taasisi zote ambazo zina watu zinahudumia watu zaidi ya 100 watapata nishati safi ya kupikia ili kuweza kupunguza uharibifu wa mazingira lakini kuokoa muda ambao taasisi zinatumia kwa ajili ya kutengeneza chakula. Kwa hiyo niseme hiyo ni baadhi tu ya mipango michache ambayo tumejiwekea um, na na naamini ndani ya kipindi hiki kifupi wananchi watakwenda kunufaika kwa kiasi kikubwa na mipango hii ya maendeleo ambayo iko ndani ya Wizara ya Nishati. Serikali inatoa pesa nyingi sana kwa wakandarasi na hilo tunafanya ili kuhakikisha kwamba lile ambayo tumelipanga la kabla ya kufika elblna na thelathini tue, tumewafikia takriban wananchi milioni kumi natatu, wote wao wamefikiwa na umeme wa uhakika, hiyo ya Raisi inafikiwa. Nitoe wito na kwa wakandarasi wote ambao wako site. Kama ambavyo tunakwenda na kasi hii sisi huku pesa, sheria, karuna, taratibu, miradi, na wao waoneshe nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba miradi hiyo inatekelezeka kwa wakati na inatekelezeka kwa umakini. Yako mapungufu madogo madogo ambayo yako kule site, na sisi tumejipanga kama wizara. Mheshimiwa Waziri Deogratius Ndejembi anajipanga kuanza kutembelea miradi hii na wakandarasi walioko site, ili kuweza kuona kasi ya utekelezaji wa miradi, na kwa kufanya hivyo, ninaamini wakandarasi wote tutawakuta site na wakandarasi wote tutawakuta wanafanya kazi kama vile walivyojikomiti kwenye mikataba yao. Rai kubwa nayoitoa kwa wananchi wetu, matumizi ya nishati safi ya kupikia sio anasa. Kwanza yanasaidia kutunza mazingira, pili yanasaidia kupunguza muda wa uzalishaji ambao mwanamke anakaa jikoni muda mrefu kupika chakula. Wakati ukitumia nishati safi unaokoa zaidi ya asilimia sabini ya muda ambao unatumia kupika. Kwa wale wachache ambao wamesha nufaika na matumizi ya nishati safi ya kupikia, wanaona kabisa namna ambavyo kuna tija ya, ya, ya, matumizi ya nishati safi nitoe rai kwa wananchi wote, ni muda sasa kuanza kubadilika na kwenda na wakati na kwenda na kasi ya dunia inapokwenda. Matumizi ya kuni, matumizi ya mkaa kwa sasa hivi sehemu kubwa ya dunia hawatumii. Tunakwenda kwenye namna ambapo hatuwezi kujitenga, dunia ni kama kijiji, kwa twende kwa, kwa kasi hiyo, kwa sababu hakuna tofauti yote ya chakula kilichopikwa kwenye, kwenye, kwenye gesi au kwenye, kwenye jiko la umeme banifu na kile ambacho kinapikwa kwenye mkaa hakuna tofauti. Wiring ambayo pengine ya nyumba ndogo na kwa kiwango cha chini, gharama yake ukichukua fundi pamoja na vifaa vya kufunga haiwezi kupungua chini ya laki tano laki mbili. Kwa hiyo e, wiring za ndani inaweza kwenda hata milioni tatu milioni nne tano sita, lakini kiwango cha chini kabisa ni laki tano. Kwa hiyo sisi serikali, e, kupitia Wakala wa Nishati Vijijini itakuwa inatoa ruzuku kuwafungia wananchi hizi hiyo mifumo ya wiring za nani. Mwananchi bado atahitajika tu atoe ile 2027 kwa ajili ya kulipia afungiwe umeme, lakini uh, sisi tunaunga wateja hasa wakati wa kandarasi wanatekeleza mradi kwenye kijiji, akishawasha transformer basi, kuna wateja tunaita wa awali, ndio wanawaunganishia, lakini kwa mpango mpya ambao tunakuja nao tutakuwa tunarudi hata kwenye vijiji amba au vitongoji au maeneo yote ambayo ilishapata umeme siku za nyuma. Sasa hivi tutakuwa tunawapeleka wakandarasi wetu wapya kwenda kutafuta. Sasa hivi mwananchi atakuwa anatafutwa yeye na serikali, ili aongewe huduma ya umeme. Sisi tunachohitaji sasa hivi ni utayari tu wa wananchi wenyewe kutumia fursa na hiyo mipango mizuri ya serikali yaku